Oh, benki ya taifa ya biashara kuna fursa mbalimbali hususani kwenye akaunti. Nilikuwa nalizungumzia akaunti ya malengo malengozohoye sasa. Twende kwenye akaunti za wanafunzi, nadhani hapa asilimia kubwa wapo wanafunzi. Kwa akaunti ya mwanafunzi, lengo la hii akaunti ya mwanafunzi ni nini? Ni kukuwezesha wewe kuwa na ule utamaduni wa kuhifadhi pesa, yaani kukufundisha wewe kijana kuhifadhi pesa ambayo hii akaunti ya, ya mwanafunzi yenyewe imeondolewa makato yoyote yale haina makato yoyote lakini pesa zako zinakuwa ziko salama lakini unakuwa na uwezo wewe wa kuhifadhi pesa zako mathalani umepewa kila siku unapewa shilingi mia tano kwa ajili ya kula kwa unaweza ukasevu shilingi mia mbili mia mbili kwa wiki una shilingi ngapi una elfu moja kama na mia nne hivi kwa mwezi una kiasi gani una kama shilingi elfu thelathini kwa mwaka mmoja, unahela nzuri, si ndio? Ko, badala ya kula kila siku unahifadhi pesa zako, ambazo zinakusaidia cha kwanza, pesa zako zinakuwa ziko salama, cha pili, unakuwa na ule utamaduni wa kuhifadhi pesa. Michezo oye!